Na sasa tunaingia hapo nchini Kenya ambapo kiongozi wa chama cha Orange Democratic Movement Raila Odinga anakabiliwa na shinikizo ndani ya ngome yake ya Nyanza akitakiwa avunje ushirika wake wa kisiasa na Rais William Ruto. Kauli za baadhi ya magavana wa ODM akiwemo Profesa Anyang' Nyongo, gavana wa Kisumu, zimezidi kuongeza shinikizo hilo kwa Odinga. Lakini mbali na kauli hizo, kutoridhishwa kwa baadhi ya wanachama wa ODM, na ushirika huo kunatokana na nini hasa? Mwenzangu Angela Mdungu amezungumza na amezungumza na mkurugenzi wa mawasiliano wa chama hicho Philip Etale, na kwanza ameanza kueleza. Unajua chama cha ODM kimebuniwa e, kwa msingi wa demokrasia. Kwa miaka mingi kimekuwa kikipigania sana haki ya mwananchi, na kwanza kuona kwamba kuna uh, usawa katika ugavi wa rasilimali za kitaifa, kusimamia utawala wa sheria. Sasa ukiona baadhi ya wanachama wa chama cha ODM wakitoa msimamo mkali kuhusiana na uh, msimamo ambao Mheshimiwa Raila Odinga ameuchukua kwa sasa ni kwamba wanaona kwamba zile kauli kumi ambazo ziliweza kusainiwa katika ule mkataba uliosainiwa Uh, tarehe saba mwezi machi baina ya chama cha ODM na chama cha UDA baadhi ya mambo hayo hayatekelezwi kwa njia ambayo tulitarajia utekaji nyara wa wananchi holela holela uweze kukomeshwa uh, na vilevile vile mambo kuhusiana na ugavi wa rasilimali kuelekea katika uh, gatuzi ambazo zipo arobaini na saba mambo kama hayo uh, haijatekelezwa jinsi ambavyo uh, magavana walikuwa wanatarajia na jambo hilo limeweza kuwakera magavana, ndiposa unapata kwamba magavana wa chama cha ODM wameweza kutoa sauti na hisia zao kwa ukali kuweza kukemea, na wakisema kwamba iwapo ugatuzi utaweza kugandamizwa, basi hawatakubaliana na jinsi ambavyo shughuli au mambo yanavyoendeshwa katika taifa la Kenya. Hiyo ni mojawapo ya hatua ambayo imechukuliwa. Na kabla sija kuuliza swali jingine nilitaka tu kufahamu kwamba kusogeleana ama ushirikiano wa Rais Ruto na Odinga ni msimamo wa chama chenu hadi sasa? Wajua, wakati ambapo kulikuwepo na cheche za hapa na pale mwaka uliopita, ambapo kulikuwepo na maandamano yaliyopelekea vijana kuweza kuuawa na wengine kujeruhiwa na wengine kukamatwa, wengine kutekwa nyara ilifikia kiwango kwamba taifa la Kenya lilikuwa linaelekea kwa njia ambayo sio nzuri posa na ndiposa Mheshimiwa Raila Odinga aliweza kuzungumza na Mheshimiwa Rais wanavyoweza kutuliza hali ilivyo katika nchi. Ilikuwa ni njia moja tu ya kuweza kutuliza cheche che na zile tetesa ambazo zilikuwepo, lakini uh, hivi juzi uliona kwamba Mheshimiwa Raila Odinga alitoa taarifa akisema kwamba anafuatilia kwa makini sana kwa ukaribu zile tetezi ambazo zinatolewa na wanachama wa chama cha ODM kuhusiana na jinsi mambo yanavyoendeshwa na akasema mm, na kwamba karibuni kamati kuu ya chama cha ODM imekutana mm, na kuweza kuchukua msimamo ambao utakuwa ndio msimamo ambao utakuwa umechukuliwa na chama cha ODM kuhusiana na suala hili zima la serikali jumuishi na ushirikiano wa chama cha ODM na kile cha UDA na, nafahamu hilo linasubiriwa na. Lakini kwa namna mambo yanavyoendelea hivi sasa unaweza kusema kwamba kuna mpasuko ndani ya chama chenu? Hamna mpasuko. Hiyo ni demokrasia. Jinsi nilivyosema hapo awali ni kwamba chama cha ODM kimebuniwa na kusimama kwa msingi wa demokrasia yeyote aliyo katika chama cha ODM ana haki ya kuweza kutoa sauti yake kuhusiana na jambo ambalo halimfurahishi, na hiyo ni mojawapo ya mambo ambayo yanafanya chama cha ODM kukua na kuwa chama ambacho kinaheshimiwa katika taifa la Kenya, kwa sababu unapozungumza hakuna yeyote ambaye anakashifu au kukemea. Kwa hivyo hiyo njia moja ni demokrasia tu.